Uchaguzi mkuu nchini Uganda unafanyika hii leo. Wakati uchaguzi huo ukifanyika hii leo na wananchi kujitokeza kuwachagua viongozi wao katika siku ya leo, kuna taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea kutufikia mezani wakati huu, ambapo mamlaka mawasiliano nchini Uganda ilitoa tamko la kuzima mtandao Januari 13, 2026 kuelekea uchaguzi mkuu ambao unafanyika hii leo. Pia kuna wasiwasi mkubwa kuhusiana na biometric mashine au vishikwambi ambavyo vimekuwa vikitumika kupigia kura katika maeneo mbalimbali leo, katika siku ya uchaguzi. Baadhi ya maeneo vimeripotiwa kwamba vifaa hivyo havifanyi kazi na hivyo kuwafanya wananchi kuendelea kusalia katika maeneo hayo kusubiri vifaa vya kupigia kura, lakini pia kuna ucheleweshaji wa vifaa vya kupigia kura katika baadhi ya maeneo husika mezani katika uchaguzi huu ambao ni vuta ni kuvute baina ya mafahali wawili, Yoweri Kaguta Museveni ambaye anagombea kwa zaidi ya mara saba sasa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi na urais nchini Uganda, huku mpinzani wake Bob Wine akiendelea pia kumpa wasiwasi mkubwa katika uchaguzi huu ambao bado kwa asilimia kubwa umekuwa na mvutano nchini Uganda. Zaidi ya miongo minne ya Yoweri Kaguta Museveni amekuwa rais wa taifa la Uganda, na hii ni mara ya saba akiwa ni nafasi ya kiti cha rais katika taifa hilo. Je, Yoweri Kaguta Museveni atafanikisha tena ndoto zake ambazo amekuwa akizitamani anazitimiza katika taifa la Uganda? Kiongozi huyo ambaye anakadiriwa kuwa na miaka 83 anashindana na Bobwaini mwenye umri wa miaka 43 katika kinyang'anyiro cha urais nchini Uganda.